Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa maendeleo makubwa katika mazungumzo ya amani ya Ukraine hayawezekani hadi pale yeye na Rais Putin watakapokutana uso kwa uso. Mwandishi wa habari aliyeambatana naye kwenye ndege ya Air Force One alimuuliza Trump ikiwa alikatishwa tamaa na kiwango cha ujumbe ambao Urusi imetuma Uturuki. Trump alijibu, na hapa namnukuu, angalia Hakuna kitakachotokea hadi mimi na Putin tutakapokutana, sawa eh? Trump amesema na kuongeza kuwa, na ni wazi hangeenda, alikuwa anataka kwenda, lakini alifikiri ninakwenda pia, hangeenda ikiwa sikuwepo, na siamini kuwa chochote kitatokea, iwe unapenda au la, hadi mimi na yeye tutakapokutana, lakini tutahitaji kulitatua hili kwa sababu watu wengi